Big Boss Good Afternoon. Nimeifata milioni mia wa wachezaji wa Simba. Kwanza nikupongeza tajiri. Ah brother Joe, I'm so proud of you. Toka Simba imeanzishwa na toka Tanzania imepata huru. Tumepata mwekezaji wa kwanza ambaye ameweka milioni mia kwa wachezaji wa kitu katika game ya Tanzania jadi, alafu milioni kumi kwa kipa. Hongera. It's amazing. Hongera alafu ni Mtanzania huyu. Unajua kuna watu wanasema bwana brother Joe pengine sio Mtanzania, mtu wa Mkopa. Na hapa nipo Jayrutty HQ tajiri nikupongeze sana. Jamani, chezaji wa Simba tajiri kanyoka, hana mamama, kaufungua mkono na kesho kesho kesh gorili moja juu. Ha, niko kwa brother Joe Jay Ruti, wasambazaji wa jezi OG Tanzania za Simba ambao naskani ndo navaa, hatuvaa hivi hivi tajiri. U akanyoka milioni mia na kumi, hakuna alowai kutoa tajiri yangu, hakuna alowai kutoa, hakuna na hii hela nitaishika kesho, kujia kiki. Wakati goli litingia, tunashuka chini, tunamuita Kapombe, njo wape wenzio mzigo mwa. Aa, nikupongeze tajiri yangu, fanya kazi, mimi kijana wako nipo, nitume Jayrutty, nitume baraza jo, nitume nini, nakwenda kwenda sasa. Barabara ni kwenda kuwaelekeza wapi kesho? Uelekeo ni mmoja kwa Mkapa, uelekeo ni mmoja kwa Mkapa. Bas tajiri ula tutu mdogo kutoka Bukoba, mimi naondoka tajiri, nimekuja kujia kiki. Milioni mia na kumi, nani kawai kutoa Milioni mia na kumi kwa mara ya kwanza historia inaandikwa kwenye klabu ya Simba kesh uwanjani pale. Hala, nimeifata milioni mia wa wachezaji wa Simba. Kwanza nikupongeza tajiri ah, brother Joe, I'm so proud of you. Toka Simba imeanzishwa na toka Tanzania imepata uhuru, tumepata mwekezaji wa kwanza ambaye ameweka milioni mia kwa wachezaji wa katika gemu ya watani wa jadi, alafu milioni kumi kwa kipa ongera, it's amazing. Ongea okay. Alafu ni mtanzania huyu aja, kuna watu wanasema bwana Brother Joe pengine sio Mtanzania, mtu wa Bukoba, na hapa niko Jayrutty HQ, tajiri ni kupongeze sana. Jamani tunajua wa Simba tajiri kanyoka, hana mamama kaufungua mkono na kesho tendana kesho golini kes, moja tu niko kwa Brother Joe, jo Jayrutty, wasambazaji wa jezi OG Tanzania za Simba ambao Apuvae, bibi. Bibi, abaka, milioni, na skani ndio unavaa, hatuvaa hivi hivi. Tajiri ya bakanyoka milioni 110 hakuna roho kutoa, tajiri yangu hakuna roho kutoa, hakuna. Na hii hela nitaishika kesho kujia tiki, wakati goli likiingia, tunashuka chini, tunamwita Kapombe, njo wape wenzio mzigo mwa ah, nikupongeza tajiri yangu, fanya kazi, mimi kijana wako nipo, nitume Jeruti, nitume braza Joni, nitume nini. Nakwenda sasa barabara, ndio kwenda kuwaelekeza watu kesho, uelekeo ni mmoja kwa mkapa uelekeo ni mmoja kwa Mkapa basi. Tajiru la mtoto mdogo kutoka Bukoba, mimi naondoka tajiri, nimekuja kujia kiki milioni mia na kumi. Nani kawahi kutoa milioni mia na kumi? Kwa mara ya kwanza, historia inaandikwa kwenye klabu ya Simba kesh uwanjani pale.